Naam, habari za wakati huu. Karibu tena, tumekutana hapa tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali na kubwa ni update kuhusu Humphrey Polepole. Bado giza ni nene, Polepole hajulikani ni wapi alipo, lakini pia nani aliyemteka Polepole bado eh, giza ni nene. Watanzania wanataka kujua wahusika waliomteka Polepole ni nani? Jeshi la polisi limetoa taarifa nyingine eh, leo kuhusu Eh, Polepole kutekwa na watu wasiojulikana. Eh, kumbuka jana jeshi la polisi walisema kwamba wameona taarifa ambazo zinasambazwa kwenye mitandao ya kijamii na ndugu zake kuwa Polepole pole ametekwa na jeshi la polisi, wakakiri kwamba wameanza kufanyia kazi taarifa husika ili kupata ukweli wa jambo hilo. Lakini pia taarifa ya polisi wakakumbushia kwamba ndugu Humphrey Polepole alitumiwa barua ya wito kwa mujibu wa sheria za nchi, aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai. Lengo ni kwenda kutoa maelezo kuhusiana na tuhuma mbalimbali ambazo polepole amekuwa akizitoa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Yani jana wakati taarifa zinaanza kusambaa kwamba eh, polepole ametekwa, kuna video ambayo ilisambaa sana. Katika video hiyo moja kati ya mtu ambaye alijitambulisha kama kaka yake na Polepole alithibitisha kwamba Polepole ametekwa, lakini pia mtu huyo akasema kwamba Polepole kwenye mwili wake ana chipo, hivyo wanafuatilia kujua kwamba Polepole anapelekwa sehemu gani na watakuja kusema kwamba Polepole yuko wapi. Sasa Jeshi la Polisi linamtafuta ndugu huyo wa Polepole. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi Jeshi la Polisi Tanzania, ofisi ya mkuu wa jeshi la polisi, makao makuu ya polisi. Taarifa kwa umma. Jeshi la polisi kama lilivyotoa taarifa yake jana Oktoba 6 mwaka 2025 kwamba limeanza uchunguzi wa tuhuma zilizotolewa na Agustino Polepole kuwa ndugu yao Humphrey Polepole ametekwa, jalada la uchunguzi lilifunguliwa jana hiyo hiyo pamoja na kukusanya taarifa mbalimbali, jeshi la polisi linaendelea kumtafuta Augustino Polepole pole, ili aweze kutupa ushirikiano na kutoa maelezo yake na uthibitisho wa shutuma alizotoa kwamba afisa wa jeshi la polisi alihusika, sambamba na kuthibitisha kuwa Humphrey Polepole alikuwa ni mpangaji ama mkazi wa nyumba aliyodai kuwa utekaji ulifanyika. Kwa hiyo jeshi la polisi linamtafuta atoe uthibitisho wa shutuma alizotoa kwamba afisa wa jeshi la polisi alihusika katika tukio ambalo limetokea, na taarifa kupitia mitandao ya kijamii ambayo jamaa alichapisha. Kumbuka, alimtaja afande Mafuele ambaye amekuwa akitajwa sana tangu Polepole pole atekwe. Kwa hiyo polisi wanamtafuta atoe uthibitisho na kuthibitisha kwamba afande huyo alikuwepo katika tukio hilo imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Kwa hiyo eh, huyu anatafutwa kwa lengo la kwenda kuthibitisha, kutoa uthibitisho kwamba afande wa polisi ambaye amemtaja katika eh, video hile ambayo imesambaa mitandaoni kama alikuwepo kwenye tukio hilo. Nimeona hapa polisi Tanzania wamezima upande wa kutoa eh, comment kama kawaida, lakini pia watu mbalimbali kupitia e, peji nyingine ambazo pia wamechapisha taarifa hii ya jeshi la polisi, wametoa maoni yao hapa e, kufuatia hiki ambacho polisi wamekitoa kama taarifa ya kwamba Agustino Polepole anatafutwa e, baada ya kuweza e, kuzungumza siku ya jana na kutoa uthibitisho e, kama kweli afande aliyemtaja alihusika katika tukio hilo. Huyu wa kwanza anasema, sasa hivi ukilala ukiamka unajiuliza, je, ndugu zako wako salama au wametekwa? Mwingine akasema kwamba jeshi la polisi badala li watafute waliomteka Polepole, wanaanza kumtafuta ndugu yake na Polepole. Mwingine akasema jeshi la polisi wamefikia hatua ambayo sasa tunashindwa kuwaamini hata wao. Napenda niliacho kwako, Mtanzania, utochie pia maoni yako eh, kwa taarifa hii, lakini pia update zaidi zitakujia kuhusu Humphrey Polepole.